Nimekuja kuongea na ninyi kwanza, kama mtu anayetoka miongoni mwa hiyo mikoa ya kaskazini. Si vyema sana hoja hii inapojadiliwa, wenzetu wanaoshiriki kuijadili hoja hii, si vyema sana wasiposikia sisi watu tunaotoka mikoa hiyo, ambao mheshimiwa Rais ameisema, tunasema nini. Kwa swala la umeme lina mambo makubwa matatu: kwanza, uzalishaji, mahala ambapo umeme unazalishwa; pili mahala ambapo unasafirishwa, namna ya kuusafirisha kutoka kwenye chanzo pale ulipozalishwa, lakini na namna ya kuusambaza ili kuwafikia wananchi kwenye shughuli zao za kila siku. Kwenye upande wa uzalishaji, sisi kama nchi, kwa maana ya Tanzania, tumepiga hatua kubwa sana, na hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongezwa. Ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere megawati elfu mbili mia moja na kumi na tano ukachukua kidato megawati 204, Kehansi 180, Mtela megawati 80, Lusumo megawati 80 pale hale kwetu, na kutoka Tanga, mkoa wa Tanga tunazalisha megawati 68, lakini nyumba ya Mungu upande ule wa Kilimanjaro kuna megawati 8. Tunaweza kufanya intertrade ya umeme. Umeme unaweza ukazalishwa Tanzania ukauzwa nchi nyingine kurahisisha upatikanaji wa umeme lakini kuweka uhakika wa upatikanaji wa umeme huo. Jambo moja ambalo lazima tufahamu kwa mkoa kama wa Arusha kwa mfano, kwa mkoa kama wa Arusha hauna chanzo chochote cha umeme, hapana gesi, hapana upepo wa kutosha kuzalisha umeme pale, hapana maporomoko, maporomoko ya kuweza kufua, kufua umeme kwamba tunaweza tukaweka chanzo pale, lakini hata geothermal bado maeneo yake hayaqualify kuzalisha umeme wa aina hiyo, lakini vile vile hawana hata makaa ya mawe kwamba tutazalisha kutokea ukanda ule uka, uka, uka kule. Kwa hiyo uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kwetu sisi watu wa kaskazini watu wa mikoa hii wa Tanzania wenzenu, tunauona ni uamuzi wa busara sana, uamuzi wa busara sana kwa sababu sisi ndio tunaoishi adha ya kukatika, katika umeme kule kwenye mikoa yetu ya kaskazini. Unajua, mijadala hii wakati mwingine mtu anaka smartphone kake amekatia chaji kamejaa, anatekenya tekenya na vidole gumba hivi, anaandika tu anachojisikia. Lakini sisi ndio tunaokaa kule na tuliipokea kauli ya Mheshimiwa Rais ile kwa mikono miwili na kwa shukrani kubwa sana, kwamba sasa tuna uhakika tunakwenda kupata umeme wa uhakika kutoka Ethiopia kupitia Kenya pale na manga kwetu, watu wanahoji, watu wanahoji kwamba umeme kutoka Ethiopia kilometa nyingi, karibu 1500 huko, unawezaje kuwa rahisi kuliko umeme wa kutoka Rufiji kilometa 600 na kitu plus kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu, unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na bila kuwa na vituo toshelevu vya kupozea huo umeme, lakini vile vile, kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na ukaupitisha kwenye miundombinu chakavu, kuna upotevu mkubwa sana wa umeme unafanya, na sisi wananchi wa kaskazini wa tatizo tunalo na tunaishi nalo. Kwa lugha rahisi, ni kwamba hatuwezi kusubiri serikali itaendelea na mipango yake ya taratibu. Lakini sisi mpango huu wa kutuletea umeme kutoka Ethiopia ndio mpango sahihi na wa haraka kwetu na wa uhakika. Umeme pale na manga Hatuchukui hivyo kama watu wanavyojaribu kusema. Umeme hatuusafirishi kama magunia ya viazi, hautasafiri kama magunia ya viazi. Ni kwamba sisi pale na manga, kama nchi, kutakuwa na mita kubwa, mita ambayo itaupokea umeme ambao umeruhusiwa kutoka Ethiopia kuingia kwenye gridi ya Kenya. Wakenya wanaporuhusu zile 100 mega eh, eh, megawati tunazozinunua sisi kutoka Ethiopia wakiziruhusu ile mita yetu inakuwa inasoma zinapoingia. Wasikonfuse was hivi vitu yani, wa, hata kuwepo waziri hata kuwepo waziri ambaye ataenda bungeni kuomba hela za kwenda kununua umeme Ethiopia. It is not that way. It's not working that way. Mimi ni mjumbe wa kamati ya bajeti ya nchi hii, nafahamu haiko hivyo kwenye huu utaratibu kwamba waziri atakwenda pale kusoma bajeti, anaomba hela ya kwenda kununua umeme Ethiopia. It doesn't work that way, haiko hivyo. Ni kwamba umeme ule ukishafika na manga ukapita moja kwa moja unaenda kwako Mushi, moja kwa moja unakwenda kwa kwa Samtagwa nyumbani kwake, moja kwa moja unakwenda Melelani, kwenye mgodi. Na inafanyika dunia nzima, nchi inanunua umeme na yenyewe inazalisha umeme, na wakati huo na yenyewe inauza umeme ni habari ya kununua na kuuza. Ukienda Marekani leo, wananunua umeme, wanazalisha umeme mwingi sana, lakini bado wananunua umeme.